Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Elimu na Afya. Uh, nikualike tena katika siku ya leo uweze kuungana nasi katika chaneli yetu, uh, ili tupate kujifunza. Na somo letu la leo tutapata kujifunza namna ya kupima ujauzito kwa kutumia uh, kipimo cha mkojo mwenyewe ukiwa nyumbani bila ya kufika hospitali. Kwa hivyo somo letu leo lina kichwa kinachosema jinsi ya kupima ujauzito mwenyewe nyumbani. Uh, tutaangalia pia aina tofauti tofauti za vipimo vya ujauzito ambavyo vinatumia mkojo, lakini pia tutapata kuangalia mfano wa hatua kwa hatua namna ya kupima, yaani tutapata kupima hapa live, utaona mwenyewe namna vipimo hivi vinavyotumika. Jinsi ya uh, kupima na namna ya kusoma kipimo uh, kwa usahihi na kitaalam kabisa. Jina langu naitwa Nguvila Musa, nikualike upate kusubscribe katika channel yetu, na kama ni mara yako ya kwanza, basi baada ya kusubscribe utapata kubonyeza alama ya kengele, ili basi usipitwe na masomo tutakayokuwa tunapakia uh, kila siku, lakini pia usiache kushea na wengine ili wapate kujifunza na kupata elimu hii uh, kwa upana kabisa kupitia channel yetu. Lakini pia kama una maswali au maoni au utakuwa na mapendekezo yoyote, basi usiache kututumia katika uh, hapo katika comment section, na sisi tutapata kujibu moja kwa moja kwa uwazi na kitaalamu kabisa. Mpenzi mtazamaji, yamkini umeshawahi kusikia kuhusiana na kipimo cha mimba kinachotumia uh, mkojo. Yes, namaanisha ni kipimo cha mimba au kipimo cha kujua uwepo wa ujauzito ambacho kinatumia uh, mkojo kama ndio sample uh, ya kuweza kutambua uwepo wa ujauzito au la. Sasa kipimo hiki mara nyingi huitwa UPT. Na pengine unaweza ukajiuliza UPT maana yake ni nini? UPT ni kifupi cha neno, UPT ni kifupi cha maneno uh, urine pregnancy test. Yaani UPT, urine pregnancy test. Sasa uh, UPT hufanya kazi kwa namna gani? Uh, mpenzi mtazamaji, UPT hufanya kazi uh, kwa namna moja tu ambayo ni kudetect aina fulani ya hormone ambayo inaitwa HCG yani, uh, human chorionic uh, human chorionic gonadotropin hormone ambayo hii huzalishwa na placenta au kwa Kiswahili inaitwa kondo la nyuma uh, la nyumba ya uzazi ambayo hii huanza uh, kutengenezwa kuanzia ujauzito na siku sita na kuendelea. Sasa hebu tuangalie kuna aina ngapi za UPT ambazo zimezoeleka na jamii kwa, kwa wingi uh, mpenzi mtazamaji aina za UPT ambazo zimezoeleka ni ziko aina mbili. Aina ya kwanza inaitwa uh, rapid sensitive UPT ambayo ambayo ndio hii hapa kama unavyoona hapa. Hii ni rapid sensitive urine, uh, pregnancy test, au kama unavyoona hapa imeandikwa uh, pregnancy detector, ambapo hii ina uwezo wa kudetect ujauzito hata wa chini ya wiki kama unavyoona hapo imeandikwa uh, kwa wazi kabisa kwamba hii ni six days pregnancy detector, kwa maana ya kwamba hata kama ujauzito una chini ya wiki inaweza ika uh, detect. Hii ni aina ambayo haijazoeleka na watu wengi, lakini ni kipimo ambacho kina usahihi wa hali ya juu kabisa. Lakini kuna aina ya pili ambayo ambayo ni hii hapa. Sasa hii ndio imezoeleka na watu wengi kabisa lakini hii inaitwa less sensitive UPT, kwa maana ya kwamba yenyewe uh, sensitivity yake ni iko kwa kiwango cha chini ukilinganisha na aina ile ya mwanzo. Lakini mwisho wa siku, hizi zote zinapata kupima ujauzito na nitaelezea hapo chini kwa namna gani, basi uh, mtu anaweza akatumia hii ambayo ni less sensitive au akapata kutumia Uh, hii ambayo ni rapidly sensitive sasa. Uh, kabla hatujaenda uh, mbali nikukumbushe tu kwamba hizi uh, aina mbili za UPT ndio zinazopatikana kwa wingi, japo zinapatikana kwa uh, brands tofauti tofauti. Kwa mfano kama hii hapa inaitwa Pregard, lakini kuna ambayo inaitwa One step Up, lakini Uh, ziko na brands si nyingine tofauti tofauti, hali kadhalika kwa hii ambayo ni uh, less sensitive ziko za brand tofauti, tofauti. Kwa mfano kama hii uh, inaitwa one step urine uh, lakini pia kuna kama hii ambayo inatokea kampuni ya Laborex yenyewe uh, yenyewe pia ni, ni, ni, ni, ni UPT lakini ni ya kampuni tofauti na ina mwonekano tofauti kabisa na ile ya mwanzo, au ambayo ndio hii kama unavyoiona hapa aha. Sasa hebu tuangalie mwonekano wake wa ndani ukoje. Uh, kwa upande wa kwa upande wa hii ambayo ni rapid sensitive uh, mwonekano wake wa ndani unakuwa namna hii. Ukifungua uh, hapa ndani yake kuna kitu cha namna hii na baada ya kuchana unachana kwenye hizi nafasi hapa ambazo wameweka alama hizi. Hizi ni kwa ajili ya kuchana hapa. Umeona hii, umeona hii, ni kwa ajili ya kuchana hapa. Sasa ukichana hapa, kipimo chenyewe ndani, huu ndani sasa, kitakuwa namna hii, kitakuwa na mwonekano huu hapa, ambapo mwonekano huu unakuwa na kepu upande mmoja na upande mmoja ambao unakuwa Uh, una vialama hizi, Aha, namna hii hapo. Hizo vishimo unavyoviona vinne ambavyo ni hivi hivi hapa hivi ndipo unapoweka uh, sample au mkojo, na matokeo yake au results zake tunakuja kuzisoma uh, hapa hapa hapa kama unavyoona hapa ambapo hapa kuna sehemu ambayo itaandika, uh, itatokea mistari miwili uh, kama walivyoonesha katika maelekezo hapa uh, itakuwa namna hii ambapo itatokea mistari miwili uh, ikitokea mistari miwili kama hivi, inaweza ikawa yote ni imekolea au mmoja umekolea na mwingine uko faint, hii inamaanisha ni positive. Kimaanisha uh, tukisema positive tunamaanisha kwamba huyu mtu atakuwa na ujauzito sasa. Au inaweza ikatokea kama unavyoona hapa, ambapo kuna mstari mmoja tu upande wa C, ambayo uh, ni control. So, hii inamaanisha ni negative. Tukisema negative, maana yake huyu mtu hana uh, ujauzito. Ikitokea tofauti na mionekano hii miwili, maanake hicho uh, kipimo tunasema ni invalid, kwa maana ya kwamba kimekosewa. Kwa, kwa hivyo huyu mtu anapaswa uh, kurudia kupima tena kwa kipimo kingine kipya uh, na angalizo hapo, kipimo hiki kinatakiwa kisomwe uh, matokeo yake ndani ya dakika tatu hadi tano. Kwa hivyo uh, hii ni maelekezo kutoka kwa mtengenezaji kabisa, kama inavyoonekana hapo, anasema read the results, uh, within three up to five minutes. Kwa hivyo hiyo ni jambo la kuzingatia kabisa uh, kwa upande wa hii ambayo ni less sensitive yenyewe inakuwa hivi, tukichana hapa itatokea kitu cha muundo kama huu hapa aha. Baada ya kuchana hapa, basi itatokea kitu cha muundo kama huu hapa sasa. Ukiangalia vizuri hichi kipimo utagundua kwamba kuna upande ambao una rangi na kuna upande uko plain. Sasa upande huu wenye rangi ni upande wa kushikia na upande huu ambao uko plain ni upande wa kutumbukiza katika ile sampo yetu au mkojo. Sasa kuna kimstari hapo cheusi na pameandikwa max, kwa maana ya kwamba hapa ndio maximum mkojo usipite uh, zaidi ya hapa, kwa sababu ukipita zaidi ya hapa kuna uwezekano wa kutoa uh, majibu ambayo ni invalid au yana walakini. Sasa hii mistari inatokea wapi? Hii mistari inatokea space hii hapa, hii hapa aha ambako hapa itatokea mstari mmoja mwekundu kwa maana ikiwa ni negative, na ikiwa ni positive basi itatokea mistari miwili sawasawa, na kama ilivyooneshwa katika maelekezo yake hapa. Aha, kama unaoona kitokea mistari miwili tunasema ni nini? Ni positive. Ikitokea ni mstari mmoja tunasema ni negative. Nje ya mwonekano huu, edha haujatokea mstari kabisa au umetokea mstari mmoja lakini ni eneo la upande wa huku wa juu, hii tunasema uh, upande wa chini, hii tunasema ni uh, invalid, kwa maana kipimo kimekosea. Kwa hivyo wa mtu anapaswa kurudia uh, kupima tena uh, opia. Sasa tuangalie, ili mtu aweze kupima anatakiwa awe na nini na nini. Sasa mpenzi mtazamaji, ili mtu aweze kupima uh, ujauzito kwa kutumia kipimo hiki cha UPT anapaswa awe na vitu vifuatavyo. Cha kwanza kabisa anakuwa na uh, kipimo chenyewe ambacho ndio kama hiki aha, au kwa ile ambayo ni rapid sensitive ambayo ndio hii aha. hii ni cha kwanza, lakini cha pili anatakiwa awe na uh, hii tunasema ni urine container ambayo ni kama hii hapa uh, urine container ajili ya kuandalia uh, ule mkojo. Lakini hakisha hii container yako inakuwa ni safi uh, na sio chafu kwa so, sababu ikiwa chafu, kuna uwezekano mkubwa wa kutoa uh, majibu ambayo yatakuwa sio sahihi, kwa maana ya kipimo kitasoma invalid. Kwa hiyo una kipimo chako hapa vizuri kabisa, na uh, urine container yako ni safi kabisa, na kitu cha tatu ndio sample yenyewe ambayo ni mkojo ambao ndio sasa utapata uh, kupima okay. Kwa hivyo tuko tayari hapa na vifaa vyetu ambayo hii urine container tayari ikiwa na uh, okay. Kwa hivyo tuko na, na vifaa vyetu hapa, kwanza ni hii ambayo ndio uh, Urine container ambao, kwa, kwa hapa sasa tumeweka mfano. Hii ni energy drink, sio sio mkojo, lakini kwa hapa sasa tutaita kama urine. Alafu tuna kipimo chetu ambacho ni less sensitive, ndio hichi ambayo ni UPT hii ya kawaida ambayo imezoeleka kabisa, lakini tuna kipimo chetu kingine ambacho ni rapid sensitive, ambayo UPT, hii ambayo ina detect ujauzito uh, kuanzia siku Ah, sita na kuendelea. Sasa tutaanza na hii. Namna ya kufanya tuna imes katika ah, sampo yetu kama hivi. Kwa tuna imes hapo Aham. Vizuri kabisa. Hakikisha imepata kukoloa katika hivyo vishimo vinne hapo Aham. Tukimaliza hapo ah, tuna tunapata kuiweka Kumbuka nimekwambia huu sio mkojo, ni energy drink ambayo tumechukulia kama mfano wa mkojo. Uh, kutoka hapo tuna hii ambayo ni UPT uh, ambayo imezoeleka pia. Tunapata kuimesh katika sampo yetu uh, namna kuiweka, tunaweka tu kama hivi na kuiacha hapo chini uh, kama unavyoona inakuwa uh, mkojo unakuwa unapanda uh, juu kama hivyo ili kufanya reaction sasa, tunaiacha hapo kipimo. Kumbuka tumesema inatakiwa kisomwe kuanzia dakika uh, tatu na kuendelea. Aha, vizuri kabisa uh, kwa hii ambayo ni less sensitive imekwisha soma. Kwa hivyo kama ingelikuwa ni mkojo halisi tumechukua wa uh, binadamu, basi hapa huyu mtu tungesema ni UPT negative kwa maana tumepima na hayuko na ujauzito uh, wacha turudi kwa hii kipimo ambacho tumesema ni uh, rapid sensitive. Hii nayo inasemekaje? Uh, hii bado inaendelea kusoma kama unavyoona hapo, bado haijatengeneza mstari uh, sijui kama itatengeneza mstari kwa sababu hii tumetumia uh, energy drink, hatujatumia, uh, hatujatumia ile uh, sampo halisi ambayo ni mkojo uh. Sasa wakati tunasubiri hapo, tuone kidogo kwa ufupi uh, huu mkojo tunaopima uh, ni, kuna nini hasa ambacho tunaangalia katika huu mkojo ambacho kitaashiria kwamba uh, huyu mtu ana ujauzito na au huyu hana ujauzito. mpenzi mtazamaji, Uh, ukitizama katika kipimo hiki utakuta kuna sehemu uh, imeandikwa HCG. Uh, inaweza ikawa uh, katika hiki au hiki ambacho uh, kimezoeleka na watu wengi kuna sehemu imeandikwa HCG. Unaweza ukajiuliza hii HCG ni kitu gani hasa? Uh, HCG ni kitu gani kama nilivyokisha sema katika introduction. HCG uh, ndio kitu ambacho tunakiangalia katika mkojo ambapo uh, hii ni aina ya homoni ambayo inaitwa human uh, chorionic, human chorionic gonadotropin hormone. Homoni hii kwa kawaida hupatikana katika mkojo na damu ya mjamzito, ambapo hii ni kemikali maalum hutengenezwa uh, kupitia placenta mara tu baada ya ujauzito kutungwa na hii huanza kuonekana zaidi katika damu na mkojo wa mjamzito kuanzia uh, siku sita na kuendelea. Sasa uh, ni kwa kiwango gani itatofautiana kati ya uh, mtu na na mtu, yani kati ya mwanamke mmoja na mwanamke mwingine homoni hii response yake inategemeana na mambo kadhaa kama vile umri, lakini pia uh, hali ya mtu husika, kwa mfano hali ya kiafya, lakini pia utofauti wa kijenetiki, lakini pia uwepo wa ujauzito. Kwa mfano mtu mwenye mapacha anapata uh, response ya haraka sana ya homoni hii kuliko uh, mwanamke ambaye ana ujauzito uh, wa kawaida lakini pia tupate ku clear doubt kuhusiana na uh, uh, baadhi ya mawazo ya watu. Kuna baadhi ya watu huamini kwamba ujauzito au mkojo ambao unatakiwa utumike katika kupima ujauzito basi ni mkojo wa asubuhi, lakini hii ni habari ambayo sio sahihi. Ukweli ni kwamba uh, hii homoni inaenea katika mwili wa huyo mtu au mjamzito mzito uh, kipindi tu ujauzito utakavyokuwa umetungwa. Kwa hivyo mkojo wa muda wowote anaweza akapima na damu ya muda wowote inakuwa na kiwango hiki cha hiihomoni ya human chronic uh, uh, gonadotropin uh, uh, na jambo jingine la kuzingatia pia ni uh, sensitivity ya hizi vipimo kama nilivyokwisha sema hiki ni rapid sensitive kwa kawaida hupima katika uh, ujauzito kuanzia siku sita na kuendelea lakini kwa aina hii hapa yenyewe ina detect ujauzito kuanzia siku ishirini na moja ni uhakika zaidi siku ishirini na moja na kuendelea unless huyu anayepima kama ana umri mdogo kwa mfano labda wanawake wa kutoka miaka kumi na nane hadi ishirini na tano wao homoni hii inakuwa uh, ina respond kwa haraka zaidi. Kwa hivyo yeye anaweza kapima hata kama ujauzito haujafika wiki tatu kwa kutumia kipimo hiki anaweza kaonesha, lakini kwa mwanamke mwenye juu ya miaka ishirini na tano akitumia kipimo hiki kama ujauzito haujafika wiki tatu, uh, mara nyingi inaweza sionyeshe na matokeo yake anaweza kajihesabu kama hana ujauzito, kumbe anao, isipokuwa kipimo alichotumia ni less sensitive, hasa kutokana na yeye response ya homoni zake iko chini kufuatana na umri wake. Uh, lakini kuna jambo jingine la msingi kabisa la kuzingatia hapa. Nalo ni umakini wakati wa kupima, lakini pia usafi uh, wa chombo ambacho unaandalia hiyo uh, sample yako, lakini pia uh, umakini namna ya kuimesh vile. Ukiwa unatumbukiza hakikisha ya kwamba haupitilizi ile sehemu ambayo imeandikwa max, ili uweze kutoa majibu sahihi kabisa. Mpenzi mtazamaji, hadi hapo tumefika mwisho, japo hichi kipimo chetu hakijaonesha results zozote, na hii ni kutokana na kwamba hatukitumia sample halisi. Kwa hivyo Uh, imeshindwa ku detect kwamba ni kitu gani hichi ambacho tumekiweka home. Kwa hivyo sio sio tatizo hilo uh. Kikubwa kuzingatia, na ili upate matokeo sahihi, inafaa pia uchague aina ya kipimo sahihi kulingana na umri wa ujauzito na umri wa anayepima. Uh, usiache ku subscribe ku like, comment na kushare katika chaneli yetu. Uh, lakini pia kubonyeza alama ya kengele, uh, ili usiwe unapitwa na updates zetu kila siku.